Mimi naitwa Siraje Ali Likwati, ni mwenyekiti wa madereva pikipiki Kimara, Matangini, Michungwani na King'ongo. Athari ni kubwa sana, athari ni kubwa sana. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa, kwa watanzania wote, tajiri, maskini pamoja na watu wa hali ya kawaida, kwa sababu Tanzania yetu mambo kama haa, haya hayajawahi kutokea na yametuathiri kwa kiasi kikubwa kufikia kwamba maisha yetu yalikuwa ni magumu zaidi mimi mpaka leo hii navyokwambia ndo naingia leo kazini kwa sababu, hata kujiamini kuja kazini nilikuwa siwezi kuja. Si unaona hali yenye nilivyokuja, nimekuja kwa hali yani kuja kuangalia, je, mambo yanakwenda vizuri. Lakini hali ilikuwa ni mbaya sana, watu tumeteseka na njaa. Mimi kiupande wangu sijaridhika na hichi kilichotokea, kwa sababu Tanzania yetu ni Tanzania yenye uhuru na mambo yaliokuwepo Tanzania, nchi za jirani wanatusifia kwa uhuru na mshikamano, lakini kwa kadhia hii mimi sijaipenda, na tumeathirika vikubwa sana, kwa sababu hata makampuni, watu wa biashara, matajiri wameathirika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mzunguko wa kawaida ulikuwa haupo kabisa kutokana na kadhia hii. Kwa hiyo hii kadhia imetuathiri sana Watanzania pamoja na nchi jirani, kwa sababu hata nchi jirani nao huwa wanatutegemea hapa Tanzania. Bandari yetu ni kubwa, kuna mizigo ambayo inatoka hapa na kwenda nchi jirani. Kwa hiyo imeathiri kwa watu wengi, wale wanayetegemea Tanzania kupata mahitaji ya muhimu. Kwa athari hii imetokana na watu wachache wasiotaka kusikiliza na taratibu za nchi na sheria, wakaanzisha vurugu vurugu ambazo zimeleta athari kwa watu wengi. Kwa hiyo mimi nachosi kwa Watanzania wote kwamba kiongozi anapokupa agizo fanyeni hivi, ufanye kama alivyo alivyokuambia na kama unataka haki basi utake haki kwa namna ya haki unavyotakiwa kuitaka. Ila kilichofanyika hapa kwetu sio kutaka haki, kwa sababu unakuta duka la mangi, hana hana hana, hana, hana, u, u, yani ushawishi wa siasa wa aina yoyote. Yeye yupo maisha yake anaendesha kwa biashara zake, watu wanakuja wanavunja wanachukua mali zake ile inakuwa ni mbaya zaidi. Kama unataka haki, inabidi uchukue jukumu la haki jinsi inavyotakiwa, sio kufanya vurugu. Na kilichoniuma zaidi, watanzania Watanzania walio wengi walikuwa hawapendi utaratibu wa serikali jinsi inavyofanya mambo yake kuhusu kuhusu mwendokasi, ikafikia siku za nyuma wakachoma mwendokasi kwa sababu ni bovu, umenielewa? wanataka wawaue madereva Waajiriwa wameajiriwa tu, lakini gari ile ni bovu, wakavunja vunja, lakini serikali ikaona kwamba kuna umuhimu wa kuleta magari mapya. Leo huyu amechomwa moto. Sasa hii unakuta sasa unajiathiri wewe mwenyewe, ulidai upewe kitu, umepewa, leo hii unakuja kuki, kukiunguza kwa moto, faida yake iko wapi? Kwa mimi nawaasa Watanzania wote na wote wanaesikiliza na wanaeona taarifa hii wafikie kwamba ikifikia serikali imekwambia jambo la aina fulani isi ili usilifanye kwa wakati huu, lina madhara, lina madhara kweli, madhara yake ni haya.